Welcome to Kenya Alpha Media, your number one training news channel, entertainment, gossips, rumors, kindly subscribe before we progress. Wadau na wada kuzi, for while now udakuzi, uh, mafans wa Oga Obinna na dem wa FB wamekuwa kilalama na kuwaomba kwamba wanafaa kurudiana na waanze kupiga umbea pamoja ya the Weekly show na hii inawadia baada ya the Weekly show kuwa postponed. Uh, na hiyo ilikuwa uh, mwezi wa Novemba pale mwaka uliopita na Oga Obinna akaweza kusema kwamba uh, ilikuwa postponed until further notice, lakini haikuweza kurudi na hivi sasa, mafans wao wamekuwa wakilalama na kuwaomba kwamba wanafaa kurudiana na wapige show pamoja, na kuna wengine ambao walienda mbele na kuweza kumwomba Oga Obinna aweze kumkaribisha demu wa Facebook katika show yake ya Zabi, hata kama ni episode moja ama wakuwe pia wakifanya kazi pamoja pale, na kuna wengine pia ambao wamekuwa wakimwomba demu wa Facebook pia aweze kuhakikisha kwamba amepiga A ombea show ya kwake na Oga Obinna hata kama ni episode moja pale, na hii ni baada ya ombea show yake DMFB na zabe show ya, ya Oga Obinna zimekuwa zikifanya vyema kabisa, na mafanso wamekuwa wakizifuatilia kwa karibu sana, na wangetaka chemistry ya Oga Obinna ama ya DMFB kuwa katika hizi show, na huwezi amini kile ambacho DMFB ameweza kudisclose pale. Uh, alienda na akadisclose that is a few weeks ago, akasema kwamba episode yake ya mwisho ya season 1 ataweza uh, kumwalika Oga Obinna na watapiga pale, na hii itakuwa ni kama the Wiki show, na kama mjuavyo uh, chemistry ya Dem FB na Oga Obinna uh, inaendana vyema kabisa na iko in another level, so ni kitu ambacho wengi wanakitarajia na wamekuwa kikingoja sana uh, kuona kwamba wawili wameanza kupiga umbea pamoja na nakwambia, uh, hiyo de that umbea itaweza ku break record na itaweza kuhava more than 100k uh, within some hours, kwa sababu hawa wawili wanapendwa kweli kweli. Guys, that's all for today.